Hujambo na karibu tena. Ni wakati mwingine mzuri tunakutana hapa tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali, pasina shaka upo salama kabisa. Ni tukio la kusikitisha sana ambalo lilitokea huko Mbeya katika chuo cha Mzumbe e, ndaki ya Mbeya, baada ya mwanafunzi wa Mzumbe ndaki ya Mbeya kuuawa kikatili kwa kuchomwa moto, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya ilianza kufanya uchunguzi wa kina kuhusu kifo cha Shyrose Michael Mabula ambaye ni mtoto wa mgombea ubunge kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi Jimbo la Mbeya Mjini, ambapo mwanafunzi huyo wa mwaka wa kwanza katika chuo kikuu cha Mzumbe tawi la Mbeya aliuawa kwa kuchomwa moto na watu wasiojulikana. Mwili wa marehemu, nikukumbushe tu kwamba, ulipatikana katika kibanda kilichokuwa kikiteketea kwa moto eneo la Moravian kata ya Isyesye usiku wa Septemba 16 mwaka 2025. Hapo awali kabla ya tukio hilo kutokea, baba yake Dr. Michael Mabula aliripoti kupotea kwa binti yake mnamo Septemba 14. Sasa, baada ya uchunguzi, jeshi la polisi limeweza kuwabaini wahusika, lakini pia watatu kati yao wamekamatwa. Lakini sio tu kukamatwa, ni kwamba wamepoteza maisha. Limetokeaje hili tukio mpaka wakakamatwa, lakini pia mpaka watuhumiwa watatu wakapoteza maisha? Lakini pia bado msako unaendelea kuwabaini zaidi waliohusika katika kutenda unyama na ukatili kwa binti Shyrose Michael Mabula, wanafunzi wa mwaka wa kwanza kutoka chuo cha Mzumbe tawi la Mbeya. Taarifa ya jeshi la polisi imeelezea namna ambavyo watuhumiwa hao walitenda kosa hilo, lakini pia jinsi ambavyo watuhumiwa hao wamepoteza maisha wakiwa mikononi mwa polisi. Tutaangalia kiundani zaidi taarifa hii kutoka jeshi la polisi. Taarifa hii kwa umma kutoka jeshi la polisi nasomeka kama ifuatavyo: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani, ya ndani ya nchi jeshi la polisi Tanzania, ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, sanduku la posta 260, Mbeya tarehe 29 Septemba mwaka 2025. Taarifa kwa umma. Mnamo Septemba 14 mwaka 2025 lilipotiwa tukio la kutekwa nyara kwa Shyrose Michael Mabula mwenye umri wa miaka 21 aliyekuwa mwanachuo mwaka wa kwanza katika chuo kikuu cha Mzumbe ndaki ya Mbeya kivito cha sheria na watu wasiofahamika ambapo Septemba 16 mwaka 2025 saa tano kamili usiku huko mtaa wa Moravian uliopo kata ya Isyesye jijini Mbeya, mwili wa mwanachuo huyo ulikutwa ukiwa umechomwa moto. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya ilianza ufuatiliaji ili kuwabaini na kuwakamata waliohusika katika tukio hilo, na Septemba 24 mwaka 2025 saa nne kamili asubuhi alikamatwa Marwa Nyahega John mwenye umri wa miaka 25, anaitwa Marwa Nyahega John mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa Uzunguni a Mbeya, ambaye katika mahojiano alikiri kuwa yeye pamoja na wenzake wawili ambao ni Edward Christopher Kayuni na Webta William Mwantebele kwa pamoja walikula njama na kumteka nyara Shyrose Michael Mabula ambaye kwa sasa ni marehemu kwa lengo la kujipatia fedha nyingi kutoka kwa baba yake mzazi aitwaye Dr. Mabula Michael. Baada ya kumteka walianza kupiga simu kwa familia yake kwa lengo la kujipatia fedha, na iliposhindikana kupata fedha hizo, kwa kuhofia kwamba watakamatwa, walipanga kumuua binti huyo ili kupoteza ushahidi. Wanakiri kwamba ni kweli walimkamata binti huyo kwa lengo la kujipatia fedha, na wanakiri kwamba e, waliweza kuwatafuta familia yake kwa lengo la kujipatia fedha lakini baada ya kuona imeshindikana kupata fedha hizo, wakaamua kumuua binti Shyrose Michael Mabula kwa lengo la kupoteza ushahidi. Taarifa ya jeshi la polisi inaendelea hapa na kusema awali walimnywesha sumu ambayo ni dawa ya kuulia magugu mashambani aina ya Roundup. Iliposhindikana kuondoa uhai wake waliamua kumnyonga kwa kamba hadi kufa kisha kuuchoma moto mwili wake. Roho za kikatili sana. Imagine wamempa sumu ya kulia magugu shambani hajapoteza maisha bado. E, waka, waka, waka, wakamnyonga na kamba kapoteza maisha, wakaona haitoshi kupoteza ushahidi, basi wakamchome moto mwili wake. baada ya kupata taarifa hiyo Ufuatiliaji uliendelea na Septemba 25 mwaka 2025, alikamatwa mtuhumiwa Webster William Mwantebele mwenye umri wa miaka 27, mlinzi, ambaye alikili kushiriki kufanya tukio hilo la utekaji na mauaji ya binti huyo na kueleza kuwa tukio hilo walifanya kwa kushirikiana na wenzake ambao ni Marwa Nyahiga John pamoja na Edward Christopher Kayuni. Aiza alieleza kuwa anaweza kwenda kuwaonyesha askari watuhumiwa wenzake kwani wamepanga kwenda mafichoni kwenye machimbo yaliyopo wilayani Chunya. Kwa hiyo baada ya kutekeleza tukio hilo, wa kwanza akakamatwa akawataja wenzake wawili, na wa pili baada ya kukamatwa akasema kwamba anaweza kuwapeleka polisi E, kuwapeleka mahala ambapo wapo wenzake kwa sababu walipanga kukutana sehemu kwa lengo la kukimbia na kwenda kujificha huko machimboni Chunya. Septemba 27 mwaka 2025, aliwapeleka askari polisi katika kijiji cha Chalangwa eneo ambapo wamepanga kukutana. Askari polisi waliweka mitego kwa ajili ya kumkamata mtu ambaye Webster William Mwantebele mtuhumiwa ali atawaonyesha. Baada ya muda alifika mtu mmoja na mtuhumiwa huyo akawaelekeza askari kuwa huyo anayekuja ndiye Edward Kristofa Kayuni walioshirikiana naye kumuua binti huyo. Askari walipojaribu kumkamata mtuhumiwa huyo, alichomua kisu ghafla, na kuanza kuwatisha askari kwa kuwachoma kwamba atawachoma kwa ata wa kisu hicho. Askari walifyatua risasi hewani na kumwonya mtuhumiwa ajisalimishe na aache kitendo chake anachofanya, lakini alikaidi amri na, ku, na kumkunja shati askari, ndipo askari mmoja alifyatua risasi iliyompata kwenye mguu wa kushoto na kuanguka chini hiyo baada ya polisi kufika kwenye eneo ambalo vijana hao walipanga kukutana kwamba watakimbilia machimboni Chunya. Walipofika pale mtuhumiwa mmoja ambaye ni Webster William Mwantebele akawaonyesha polisi kwamba huyu ambaye anakuja ndio Edward Kilistofa Kayuni. So jamaa, baada ya kufika, akatoa kisu kuatisha polisi. Ni, ni kwa namna gani naonyesha ni mtu wa matukio mpaka anatembea na nakisu mfukoni. Sasa haijulikani, hata kabla ya kufanya tukio hili huko nyuma, huenda kuna matukio mengine ya kikatili ambayo waliyafanya, na huenda wamekuwa kitumia mbinu kama hizi pia kupoteza ushahidi kwa kwa matukio ambayo wamekuwa wakiyafanya. You never know, wamefanya matukio mengi ya kikatili zaidi kuliko tukio hilo. Kwa hiyo baada ya kuona polisi umepiga risasi juu, akaamua kumshika, eh, polisi mmoja shati, eh, kumkunja, lakini na kisu eh, mkononi polisi kujilinda wakampiga risasi ya mguu akaanguka chini. Wakati purukushani hizo zikiendelea, mtuhumiwa Webster William Mwantebele naye alianza kukimbia ili kukwepa mkono wa sheria dhidi yake, ndipo askari walimkimbiza huku wakipiga risasi hewani zaidi ya tatu na kumtaka asimame, lakini alikaidi na kuendelea kukimbia kuelekea vichakani na ndipo alipo alipompiga risasi zilipomjeruhi mguu wa kulia na mgongoni na kuanguka chini. Majeruhi hao wote wawili walikimbizwa katika hospitali ya wilaya ya Chunya kwa ajili ya matibabu, lakini walipofikishwa walibainika kuwa wote wawili wamefariki dunia. Kwa hiyo Webster alipoona mwenzake kapigwa risasi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 wakamkata kidole binti wa watu. Imagine mateso ambayo Shyrose Michael Mabula aliyapitiwa, akiwa aliyapitia miko, e, mikononi mwa watuhumiwa, wakachukua nguo zake za ndani, kidole wakapeleka kwa mganga, kwa lengo la kwamba wafanyoe zindiko wasiweze kubainika. Narudi pale pale kwamba e, ni tukio la kusikitisha sana, kwamba hawa watu mpaka wanajua kwamba wakimkata kidole wakichukua nguo zake za ndani wakipeleka kwa mganga, basi wanaweza kufanyiwa zindiko ili wasiweze kujulikana kama wao walitekeleza tukio hilo. Huko nyuma wamefanya matukio mangapi? Wameweza kuwakata vidole watu wangapi na kupeleka kwa mganga kwa lengo la kufanyiwa zindiko? Serikali na mkono mrefu sana, hatimaye wakapatikana. Sasa taarifa hii ya jeshi la polisi inaendelea na kusema ya kwamba mtuhumiwa huyo alikubali kwenda kuwaonyesha askari kwa mganga huyo alipopeleka kidole cha marehemu pamoja na nguo za ndani. Wakiwa njiani, mtuhumiwa Marwa Nyahega John alikurupuka na kujirusha chini kutoka kwenye gari, kitendo kilichopelekea kupata jeraha kubwa kichwani. Alikimbizwa katika hospitali ya rufaa Kanda ya Mbeya. Ndipo alibainika amefariki. Kwa hiyo kakubali kuwapeleka kwa mganga, wakiwa njiani akaruka kwenye gari akaumia, akapata majeraha makubwa kwenye kichwa, kufikishwa hospitali ya rufaa jijini Mbeya akawa amepoteza maisha. Unakumbuka kuna tukio pia lilitokea juzi kati hapa Njombe baada ya askari magereza kumuua askari magereza mwenzake, kisa wivu kwamba anapendwa sana kazini wakiwa njiani wamemkamata mtuhumiwa, pia aliruka kwenye gari na akapoteza maisha. Hili ni tukio la pili linatokea Mbeya ambapo mtuhumiwa anaruka kwenye gari akiwa amezungukwa na polisi na anapoteza maisha, lakini hilo tuliache. Eh, lakini eh, unaweza ukajiuliza maswali kwamba polisi walikuwa wapi mpaka mtuhumiwa akajirusha. Huyu alikuwa ni mtu wa kushikiliwa na kuojiwa zaidi, huenda eh, ni genge kubwa na huenda wamefanya matukio mengi zaidi, kwa hiyo alikuwa na mengi ya kueleza zaidi. Lakini kwa kuwa bado mganga yupo, kama atakamatwa, aulizwe, ahojiwe kwa kina, kama hawa watu wamefanya matukio mengi na wanajua kabisa kwamba tukikata kidole tukipeleka kwa mganga tunafanyiwa zindiko, huenda hawajafanya mara moja tukio hilo walikuwa ni watu wa kuhojiwa kiundani zaidi, lakini watuhumiwa wote watatu ambao wamekiri kushiriki kutekeleza mauaji ya kinyama, wote wamepoteza maisha. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linaendelea na msako mkali kuwatafuta na kuwakamata watuhumiwa wengine, akiwepo mganga wa jadi. Ni kweli tukio kama hili, huenda nyuma ya pazia wapo watu wengi ambao wanashirikiana na nao. Katika upekuzi wa watuhumiwa hao walikutwa na pingu mbili, vitambulisho viwili vya bandia vya jeshi la wananchi Tanzania TPDF, vyenye picha na majina yao, simu mbili zenye picha zinazoonyesha namna wanavyotekeleza uhalifu wa utekaji na taarifa nyingine za mawasiliano baina yao, kabla, wakati na baada ya kumteka nyara na kumuua Shyrose Michael Mabula. Kwa hiyo ukiangalia hapa, hawa watu huenda ndio wale ambao tunawaita wasiojulikana, wa wanakuja kumkamata mtu, wana nguo za polisi, wana vitambulisho vya polisi, wana pingu, wanajifanya ni polisi, na wakikukamata ukienda, umeenda mazima. Lakini aa ni e, nita, nitaongea kitu kimoja hapo mwishoni baada ya kuisoma hii taarifa kutoka kwa jeshi la polisi. Tumalizia hapa taarifa, jeshi la polisi nasema polisi, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa jamii hasa vijana ambao wamepata mafunzo mbalimbali mbali kwa ajili ya ulinzi na usalama wa nchi yetu wawe wazalendo na watumie mafunzo hayo kwa mujibu wa sheria na taratibu, na sio kutumia mafunzo hayo kufanya vitendo vya uhalifu. Aidha, jeshi la polisi mkuu wa Mbeya linatoa rai kwa baadhi ya wananchi kuacha tamaa ya kujipatia mali na fedha kwa njia haramu, na badala yake wafanye kazi halali kwa ajili ya kujipatia kipato kwani uhalifu haulipi na hauna nafasi katika jamii. Wakumbuke wakifanya uhalifu wowote ule, lazima mkono wa sheria utawafikia wakati wowote ule. Nimeamini wanaposema kwamba eh, serikali na mkono mrefu. Ndio hiki sasa, imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya. Kwenye taarifa hii ya jeshi la polisi imebainisha kwamba watu hawa walikutwa na pingu mbili, eh, vitambulisho vikiwaonyesha e, wao ni askari wa polisi lakini pia mpaka sare za jeshi la polisi. Maswali ni kwamba wanawezaje kutengeneza vitu hivyo, lakini pia kuna watu wangapi kama hawa wenye vitambulisho, lakini pia wenye sare za jeshi la polisi na wanafanya matukio kama haya mitaani. Watu wengi wametoa maoni yao hapa kwenye posti hii ya jeshi la polisi Tanzania. Huyu wa kwanza anasema kwamba mimi kiukweli, nimesoma lakini naona kama kuna namna haiko sawa. Inakuwaje mtuhumiwa akishafika mikono ya polisi akimbie? Ninachojua lazima hatua ya kwanza ni kufungwa pingu. How comes mtu ana pingu akimbie kuzidi askari polisi? Anyway, mimi ni mgeni kwenye hiyo sekta. Ameuliza kwamba mtuhumiwa kama alikuwa na pingu mkononi aliwezaje eh, kukimbia na kuwazidi polisi. Lakini pia mwingine hapa akasema kwamba Achana na mtuhumiwa aliyeruka kwenye defender, turudi kwa yule aliyechomoa kisu akapigwa risasi ya mguu wa kushoto. Kwa ninavyojua mimi maumivu ya risasi, ambapo huwa naonaga kwenye muvi za Rambo, anapataje ujasiri wa kukimbia? Huyo ni mtu pia akatoa maoni yake. Lakini pia mwingine akasema kwamba ndugu zangu, jeshi la polisi Tanzania mkoa wa Mbeya chini ya pande RPC, hebu naomba mnipe ufafanuzi wa kina juu ya tukio la huyo mtuhumiwa namba mbili aliyechomua kisu kutaka kukabiliana na polisi. Tayari ulishampiga risasi ya mguu, sijui mlikuwa umbali wa mita ngapi. Lakini ninavyojua unapopiga risasi ya mguu ni sawa umemfanyia namna ya kuweza kumpunguza makali mtuhumiwa uweze kumdhibiti. Sasa pamoja na, na, na jeraha la risasi mtuhumiwa alipataje ujasiri wa kuweza kukimbia akiwa na jeraha la risasi au mlitumia risasi ya aina gani? risasi ya mpira blanco au risasi ya moto? Mwingine akasema good job soldiers. Anawapongeza hapa jeshi la polisi. Lakini pia mwingine akasema kwamba ili kufuta ushahidi wale watoa maelekezo wabaki safi hawa ili walazimu kufa, maana wangefikishwa mahakamani yangezuka mengi, huenda watoa maelekezo wangejulikana. Endeleeni kuficha uovu, ili ila ipo siku Mungu atatenda huyu. Anaamini kwamba huenda nyuma ya hao watu eh, kuna watu wazito walikuwepo kutekeleza jambo hilo. Lakini pia mwingine akasema kwamba asante jeshi la polisi kwa kazi nzuri, lakini swali, kwa nini mmewaua watu watuhumiwa? Mlithibitisha vipi kama ni kweli wametenda kosa mpaka mkajichukulia sheria mkononi? Mwingine akasema kwamba mbona kama ni movie kali sana. Lakini pia mwingine akasema kwamba safi sana, kumbe mnaweza hata kuwapata waliomteka Ndude na kijana Chaula na Soka na waliomuua mzee Kibao. Lakini pia mwingine akasema unamuuaje mtu ambaye hana silaha ya moto, au mnafuta ushahidi wenu? Maana hao majamani askari mligeukana, wanakuaje na vitambulisho pamoja na sare za jeshi la polisi? Mwingine akasema hii ni stori ndepo sana na haipo kwenye mpangilio mzuri. Najiuliza askari mwenye mafunzo wanaendaje kumkamata mtuhumiwa kama unabeba mtoto wako mtu ushampiga risasi ya mguu, lakini unashindwa kumdhibiti kisa na kisu. Kwa nini mtuhumiwa wa pili pia umpige risasi za mgongo? Mwingine akasema kwamba wamevuna walichopanda. Safi kabisa, tuliache kwako mtanzania. Maswali ni mengi sana kutokana na tukio hili e, la, la hawa vijana watatu ambao wamepoteza maisha, lakini walikiri kwamba walihusika katika Eh, kifo cha kikatili cha Shyrose Michael Mabula, mwanafunzi ambaye alikuwa anasoma chuo cha Mzumbe ndaki ya Mbeya. Tuliacho kwako Mtanzania, kwa hiki ambacho umekisikia, una maoni gani? Una mtazamo gani kwa uelewa wako na ripoti hii ya jeshi la polisi? Lakini niseme kwamba kwa taarifa zaidi endelea kukaa karibu nasi na mengi zaidi, eh, tutazidi kukuhabarisha hapa. Naamini kabisa kwamba jeshi la polisi eh, mkoa wa Mbeya watafanya uchunguzi na wahusika waliobaki watakamatwa, lakini pia mganga ni mtu ambaye pia anatakiwa akamatwe. Huenda watu hawa ni kawaida yao kufanya matukio hayo, lakini pia walijuaje kwamba tukimkata kidole cha mwisho tukipeleka na nguo za ndani kwa mganga, tutafanyiwa zindiko tusiweze kutambulika? Kwa hiyo huenda ni watu ambao wamefanya vitendo vingi vya kikatili hana sisimuni yako, lakini good time. Endelea kutufuatilia zaidi kwa taarifa mbalimbali.